Bwana Yesu asifiwe! Karibu katika mwendelezo wa mafundisho ya neno la Mungu juu ya ujumbe unaosema kurudi kwa Yesu. Na katika sehemu hii ya tatu tutazungumza juu ya ufufuo, na kwanza ningependa tutazame juu ya aina mbili za ufufuo kulingana na maandiko. Uh, ufufuo wa kwanza unaitwa ufufuo wa wenye haki. Huo ni ufufuo uh, unaowalenga waliomwamini Yesu. Lakini ufufuo wa pili unaitwa ufufuo wa wasio haki. Ni ufufuo utakaowalenga wale wasiomwamini Yesu Kristo. Uh, tutazame ufufuo wenye haki kidogo kupitia maandiko. Ufufuo wenye haki una majina kadhaa unaoitwa kulingana na maandiko yanavyosema. Unaitwa ufufuo wa kwanza uh, katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana sura ile ya ishirini unaitwa ufufuo wa kwanza. Ufunuo wa Yohana sura ya ishirini mstari wa nne hadi wa sita. Biblia anasema, kisha nikaona viti vya enzi wakaketi juu yake, walio wakaketi juu yake, nao wakapewa hukumu, nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu, na hao waliomsujudia yule mnyama uh, wasiomsujudia yule mnyama wala sanamu yake, wala hawakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mikono yao, nao wakawa hai wakatawala pamoja na Kristo miaka elfu. Na mstari wa tano unasema hao wafu waliosalia hawakuwa hai hata itimie ile ile miaka elfu. Huu ndio ufufuo. Mstari wa sita, huu ndio ufufuo, huo ndio ufufuo wa kwanza. Heli na mtakatifu ni yule aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hao, mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, nao watatawala pamoja naye hiyo miaka elfu moja. So katika mistari ya mwanzo kabisa kuanzia mstari wa nne unaona Biblia inataja kundi la watu ambao wakati kanisa limeenda utakuwa kuna jumla ya idadi ya watu laki moja na elfu arobaini na nne kutoka Israeli ambao watakuwa katika nyakati za dhiki na nyakati za utawala wa shetani kwenye ulimwengu, lakini watampinga ambaye anatawala. Maana adui atakuwa nyuma ya mtu anaitwa mpinga Kristo, na atakuwa na nguvu na atakuwa anatawala kupitia nchi yao. Kwa hiyo wao, ili awajue watu wanaomkubali na wanaomkataa, atawapiga chapa na hizi chapa ndo zitajulisha wewe uko upande wake au uko upande wake. Kwa hiyo hili ni kundi la watu ambao watakuwa wamejiokoa kwa damu zao wenyewe. Halihusiani na watu waliomwamini Yesu katika nyakati hizi, inahusiana na nafasi ya pili ambayo Mungu ataitoa kwa wana wa Israeli kutubu, lakini kwa kujitetea wao wenyewe. Kwa watu la moja na 45 nitazungumza mbele zaidi kuhusu kuhusu watu hawa kwenye mahali kwenye, kwenye vipengele vinavyofuata mbele tafafanua zaidi, lakini kwa sasa ningependa kushughulika zaidi kwanza na ufufuo. Lakini kuna ufufuo, ufufuo wenye haki unaitwa pia jina lingine, unaitwa ufufuo wa haki. Tumeona kwamba unaitwa ufufuo wa kwanza kwenye Ufunuo wa Yohana sura ya 20, mstari wa 4 hadi 6, lakini pia unaitwa ufufuo wa haki, unaitwa ufufuo ufufuo wa haki kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, ile sura ya 24, sura ya 24 mstari wa 15. Biblia inasema Biblia inasema, ninatumaini kwa Mungu ambalo hata hao nao wanalitazamia ya kwamba kutakuwa na ufufuo wa wafu wenye haki na wasio haki pia kwao. Unaona uh, unaitwa ufufuo ufufuo wa haki. Yeah, ufufuo wa haki lakini pia ufufuo wa kwanza kwa waliomwamini Yesu unaitwa ufufuo wa uzima, ufufuo wa uzima. Nafikiri ukirudi kwenye maandiko tuliyosoma hapa nyuma kwenye Injili ya Yohana sura ya tano 5 mstari wa 28 hadi 29 9, uh, Yesu uh, uh, anasema haya maneno anapozungumza habari ya habari ya ufufuo wa wenye haki wale ambao watakuwa wamemwamini yeye ya, mstari wa 28 kwenye Injili ya Yohana sura ya tano, Biblia inasema msistajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja, ambayo watu wote waliomo makabrini wataisikia sauti yake, nao watatoka; wale waliofanya mema, wali mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Kwa Mungu Yesu anazungumza makundi mawili, ehe, waliofanya mema kwa uamuzi wao wa kumwamini Yesu na ambao wamemkataa Yesu kwa, kwa fahamu zao na wameamua kwenda kwenye njia zao. Lakini pia ufufuo wenye haki unaitwa kuamshwa kuelekea uzima wa milele, kuamshwa, kuamshwa kuelekea uzima wa milele, kuamshwa kuelekea uzima uzima wa milele. Kile kitabu cha Daniel, sura ya kumi na mbili Danieli sura ya kumi na mbili nitasoma mstari wa kwanza na wa pili. Wakati huo Mikaeli atasimama jemedari mkuu asimamaye upande wa wana wa watu wako, mm. na kutakuwa na wakati wa taabu mfano wake hautakuwapo tangu ilipoanza lilipoanza kuwapo taifa hata wakati huo huo na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Mstari wapili, wa pili: tena wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi wataamka, wengine wapate uzima wa milele wengine, aibu na kudharauliwa milele. kwa kwa mujibu wa maandiko ya Danieli, unaona uh, ufufuo wa kwanza wa waliomwamini Yesu ni tendo la kuamshwa kuelekea uzima wa milele tendo la kuamshwa kuelekea uzima wa milele. Ni furaha kiasi gani kwa mtu kuamshwa kuelekea uzima wa milele! Unaamshwa kuelekea furaha, unaamshwa kuelekea matumaini, unaamshwa kuelekea kwenye uh, kwenye uh, furaha isiyokuwa na kipimo isiyokuwa na kikomo ya milele, kwa tendo moja tu la kumwamini Yesu Kristo. Ufufuo huu pia unaitwa ufufuo ulio bora, unaitwa unaitwa ufufuo ulio ufufuo ulio bora mm. Unaitwa ufufuo ulio bora kwenye kitabu cha Waebrania Waebrania, sura ya kumi na moja Waebrania sura ya kumi na moja mstari wa 35 35, kunatajwa kama ufufuo ulio bora. Biblia inasema wanawake walipokea wafu wao waliofufuliwa, lakini wengine waliumizwa vibaya hata kuuawa, wasikubali ukombozi, ili wapate ufufuo ulio bora. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba tukiwa tunazungumzia ufufuo, nigusie ni kipengele kingine cha muhimu sana Kinahusu mwili wa ufufuo kwa waamini. Kwa hiyo mwili wa ufufuo kwa waamini utakuwa ni mwili kama huu unaoonekana, lakini tofauti ni kwamba uh, huu mwili utakuwa ni kama ule mwili aliokuwa nao Yesu Kristo alipofufuka. Ule mwili aliokuwa nao Yesu alipofufuka, ukirejea kwenye maandiko uh, kwenye kitabu cha Luka, Luka sura, ya Injili ya Luka sura ya 24 24 mstari wa 33, 33, 33. Utasoma kwa wakati wako, 33 hadi mstari wa 43. Wakaondoka saa ile ile, wakarejea Yerusalemu, wakawakuta wale kumi na mmoja wamekutanika, wao na wale waliokuwa pamoja nao, wakisema Bwana amefufuka kweli kweli, naye amemtokea Simoni, nao waliwapa habari ya mambo yale ya njiani na jinsi yalivyotambulikana nao katika kuumega mkate. Nao walipokuwa katika kusema habari hiyo, yeye mwenyewe alisimama alisimama katikati yao akawaambia, amani iwe kwenu. Wakashtuka wakaogopa sana wakidhani ya kwamba wanaona roho. Akawaambia, mbona mnafadhaika? Na kwa nini mnaona shaka mioyoni mwenu? Tazameni mikono yangu na miguu yangu ya kuwa ni mimi mwenyewe nishike nishikeni, muone kwa kuwa roho haina mwili na mifupa kama ninavyo, kama mnionavyo mimi kuonayo. Na baada ya kusema hayo, aliwaonyesha mikono yake na miguu yake. Basi walipokuwa hawajaamini kwa furaha, huku wakistaajabu, aliwaambia mna chochote, mna chakula chochote hapa? Wakampa kipande cha samaki wa kuoku akakitwaa akala mbele yao. So huu ni mwili kama mwili huu, lakini unakuwa wa utukufu kama ule Yesu aliofufuka nao. Lakini pia ukisoma uh, kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya kumi na tano mstari wa arobaini hadi ya arobaini na tisa kuna ahadi pale katika mistari ambayo Paulo anazungumza juu ya kufufuliwa, na anasema tutaichukua sura yake. So akisema tutaichukua sura yake ni hali ya kuvikwa kuto kuharibika, hali ya kuvikwa kuto kuharibika ambayo tutaipata. Kunazo sifa kadhaa za mwili huu wa ufufuo. Kwanza ni mwili wa mifupa. Katika andiko tuliotoka kusoma, Luka sura ya 24 ule mstari wa 39, unataja moja kwa moja kwamba ni mwili wa mifupa. Lakini pia unaitwa mwili wa kiroho, mwili wa kiroho kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza, Wakorinto wa kwanza sura ya 15, Wakorinto wa kwanza sura ya 15. Kama unaandika andika mstari wa 30 hadi 44, mstari wa 30 hadi 44. Ukisoma hiyo mistari 14 utaona ikielezewa kama mwili wa kiroho lakini pia unaitwa mwili usioharibika. Mwili usioharibika, kwenye hiyo hiyo wa Korinto wa Korinto wa kwanza sura ya kumi na tano mstari wa arobaini na tatu unaona kuna sentesi ambazo zinaandikwa pale. Moja inasema upandwa katika aibu, hufufuliwa katika fahari, upandwa katika udhaifu, hufufuliwa katika katika nguvu, yeah. lakini pia, kwa hiyo mwili mwili ni mwili usio usioharibika, ndio kitu ambacho anajaribu kumaanisha. Upandwa katika aibu, ufufuliwa katika fahari, upandwa katika udhaifu, ufufuliwa katika nguvu. Kwa hiyo ni mwili usio usioharibika, sio mwili wa uharibifu, lakini unaitwa pia mwili wa kimbingu. Kwenye hii wa Korinto wa kwanza sura ya 15 ukienda chini kidogo kwenye mstari wa 47 na hadi 49. Biblia inasema, mtu wa kwanza atoka katika nchi ni wa udongo, mtu wa pili atoka mbinguni. Kama alivyo yeye wa udongo, ndivyo alivyo walio wa udongo, na kama alivyo yeye wa mbinguni, ndivyo alivyo walio wa mbinguni. Na kama tulivyoichukua sura yake yeye yake yule wa udongo, kadhalika tutaichukua sura yake yeye aliye wa mbinguni. Kwa hiyo unaona, unatajwa mwili wa kimbingu taja mwili wa kimbingu lakini pia ukienda chini kidogo kwenye mstari wa hamsini na nne kwenye hii wa Korinto utagundua, uh, mwili huu unatajwa kama mwili wa kudumu, mwili wa kudumu. Biblia nasema, basi huu uharibikayo uharibikao utakapovaa kutokuharibika na huu wa kufa utakapovaa kutokufa, hapo ndipo litakapokuwako Uh, litakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imemezwa kwa kushinda. Lakini pia kitabu cha Isaya sura ya 25 mstari wa 8 hadi wa tisa kuna maneno ambayo uh, nabii Isaya aliyaona na akayazungumza akayatabiri kwa habari wa, kwa habari ya ujio wa Yesu, kwa habari ya ujio wa Yesu na vile watu watakavyomgoja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 na kufurahia wokovu wake. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe, Yesu asifiwe. Yeah. Naona kuto kwa hiyo unaona kutokuharibika kwa huu mwili na ubora wake huu mwili, ndivyo ambavyo uh, ufufuo utakavyofanyika na vile tutapatiwa miili mipya, wale ambao tumemwamini Yesu Kristo kwa ajili ya kusimama kwenye furaha ya kudumu isiyoharibika wala isiyokuwa na kikomo. Mungu akubariki sana unapoendelea kujifunza na usisite kwa ajili ya kufuatilia kipengele kinachofuata ambacho tutatazama makao ya milele kwa waliomumini.